Ametupatia msingi mzuri wa kujiunga na elimu ya juu. Aidha, maarifa tuliyopata yametujengea uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi sahihi na namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali katika maisha. Kwa upande wa taaluma, tumefanikiwa kufanya mitihani mbalimbali ambayo imetujengea ujasiri mkubwa wa kukabiliana na mtihani wa taifa kutokana na kuandaliwa vema na walimu wetu na jitihada zetu katika masomo, tunakuahidi kwa dhati, sote tutafanya vizuri sana katika mitihani yetu ya taifa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atubariki, atupe afya njema na atufanikishe katika malengo yetu. Pia shule yetu imeanzisha masomo ya ujasiriamali kwa lengo ujuzi na maarifa ili kuweza kuimarisha fursa zinazotuzunguka na kuweza kuzitumia kuanzisha ajira na biashara kwa ajili yetu na kuboresha maisha ya jamii kwa ujumla. Mfano, kutengeneza sabuni za aina mbalimbali na tumejifunza kilimo cha mbogamboga. Shule haipo nyuma katika swala la michezo. Tukiwa hapa shuleni tumeshiriki katika michezo ya UMISETA na michezo ya shule za jeshi pia tumefanikiwa kupata mafunzo ya ukakamako ambayo yametujengea ujasiri, kujiamini na nidhamu. Sasa shule iko kwenye jengo kwenye mchakato wao. Kwamba unapofika mkati wa mtihani, ingawa chumba cha mtihani, unatakiwa mwenyewe binafsi uwe na confidence na uwe na utulivu wa kutosha, kwa sababu ushahidi wa kutosha, wanafunzi wengi wanakuwa na uwezo darasani, lakini kwa sababu ya wasiwasi na mteo na kukosa ujasiri wakati wa kufanya maswali yale, kila saa anakuwa anakosea kosea, kitu kama hicho anakijua, hawezi kuki-attempt vizuri kwa sababu ya watu mashaka kwao. Ni waombe waondoe mashaka, waondoe wasiwasi, kuwe na ujasiri wa kutosha, be confident enough, ili muweze kufanya mtihani yenu vizuri. Mwisho e, mgeni rasmi, shule ya Jitegemee pamoja na maswali ya taaluma, lakini nafanya vitu vingine vya kuandaa wanafunzi na maisha, kwa sababu nafahamu duniani pia kuna maswala ya ujasiriamali hapo lakini maswala ya michezo maswala ya sanaa yote hayo shule ya sekondari Jitegemee inashiriki kamilifu hii ni mahafali ya thelathini na moja ya kidato cha sita na wanaotarajia kumaliza fomu siti siku chache zijazo ni idadi ya wanafunzi sabini na saba katika hao wavulana wako hamsini na tatu na wasichana wako ishirini na nne na kama shule tumefanya jitihada kubwa ya kuwaandaa masomo uakisha mnamaliza uh, silabasi vizuri, lakini pia subject kwenye mitihani mbalimbali ya ndani na nje, ili kuweza kuandaa vizuri na mtihani. Lakini kwenye kushiriki mtihani pia wanasaidia kuwaondoa wasiwasi wanafunzi, npunza, npunza kwa mtihani, wanapua, ulembau, wanafunzi na wapunguzia, wakati wa mitihani wanakuwa hawana uoga ule ambao mara nyingi wanafunzi wanakuwa nao wakati wa mtihani. Niambiwa tunataka tujenge jengo la ghorofa tatu kama sikosei, ambayo tutakuwa na madarasa zaidi ya 24 ofisi za walimu na mambo mengine. Kwanza niwapongeze kwa ni wazo zuri. Ukiangalia eneo ambalo linaenda kujengwa madarasa 24 na ofisi za walimu ni eneo ndogo sana lakini ukiangalia eneo linalomilikiwa na Jitegemee Secondary School na madarasa ya msambao yaliyokwepo hapa, tumechukua space kubwa, lakini madarasa hayako mengi kihivi. Niwapongeze kwa wazo lenu nzuri la kutumia rasilimali ardhi vizuri na kwa kweli rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kusisitiza shule za kwenda juu. Kazi mnayoifanya ya wazazi, ya kuhakikisha watoto hawa wanapata mahitaji yao muhimu na hatimaye kuhudhuria masomo ni jambo la kuigwa na ya kupongezwa sana. Kwa kweli, wazazi mnafanya kazi nzuri, na niendelee kuwapa moyo kuhakikisha mnafanya kazi nzuri zaidi ya kuwasomesha watoto wetu ili na wao waweze kusonga mbele. Una usemi usemao elimu si maandalizi ya maisha, bali elimu ni maisha yenyewe. Wakati fulani tunaamini na watu wanasema elimu ni maandalizi ya maisha lakini ukweli elimu ndiyo maisha yenyewe. Leo tunaona hapa, tukiwa shuleni tumepata elimu, tumepata elimu mbalimbali mbali. Lakini tumepata elimu ya ujasiria mali ambayo, tukirudi sasa mitaani, ndiyo ujasiria mali ndiyo elimu yenyewe. Niendelee kuwapa moyo, na tuendelee kusoma kwa bidii, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu